Asanteni sana langu, jina ni Mjukuu wa Bunduki. <coughs> Jana Uhuru Kenyatta Migai, mtetezi ya wa wanyonge, na nataka kusema hivi ya kwamba Mheshimiwa Jofri Rigathi wa Gachagua, kama unataka 50% unless utengeneze serikali na bibi yako kwa nyumba yako, mugawani ya serikali 50% na bibi yako bibi yako achukue 50, we chukue 50. Hakuna serikali ambayo inagawanywa kama slice ya mkate. So mheshimiwa kashakwa lazima ajue ya kwamba hakuna wajinga. Pili, kashakwa ajue ya kwamba milima Kenya kiongozi ni mmoja na mfalme ni mmoja na ita waibadilika. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Muigai, uongo nenda uambie mamako <laughs> so nataka kusema hivi ya kwamba Gachagua anaambia mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ati kama Kalonzo anataka kutengeneza serikali wagawane serikali 50 50, then kabila zingine watapata nini kama serikali 50 50? Nataka kuambia mheshimiwa Rigathi Gachagua, hii akili ya DIO ya 1942 haitawafanya kazi kazi. Kenya hii hawezi, hii akili ya DIO ya 1942 we cannot allow. Kama unataka siasa ama unataka vyama ama serikali ya kugawana kama mkate, mtengeneze serikali na mkeo Dorcas, mugawe serikali yenu kwa nyumba yenu. Kenya ni inji huru, tuko na kabila 45. Au wengine watapata wata, wata wata shia gani Gachagua? Nadhana kwaii wajenga mheshimiwa Gachagua, na nataka nikuonye mara ya ni mwisho ya kwamba Kenya itakuwa ndogo sana kwako 2026, 2027 na vilevile nataka kuambia mheshimiwa kalonzo musyoka kama uko na ndoto ni uongozi wa taifa la kenya wachana na gachagua kama uko na ndoto wachana na gachagua kabisa but ukikatalia gachagua my friend kalonzo musyoka endo tafute gavana wa kitui kule chini ende ng'ang'ana na ngilu 2027 endo ng'ang'ana na ngilu kule gavana wa kitui kwenu atute kubali ati gachagua na kalonzo wamekaa kwa kwani fulani wakikula mandazi na chai, anataka kukitupanga sisi atingaleo za 50 Kashagwa 50. Kwani Kenya ni, ni, Kenya mama ya Kashagwa ama ni Kenya ya mama ya Kalozi bwana? Saa hii wa Kenya wanaumia kwa sababu Kashagwa, Kashagwa ni leta Ruto Uhuru, kinyanya alikataa Ruto, Kashagwa akaleta Ruto. Sasa natuamini Ruto ni muizi. Kama Ruto ni muizi, Kashagwa ni jambasi. Kama Ruto ni muaji, Kashagwa ni terrorist. Bana, Kashagwa aje kutupima bangi bwana, sasa anatuambia ati serikali ya mzini hamsini. Sema wewe. Bana tuwezi. Obaa wewe umesaliwa juu sana. Huna akili ya siasa wewe, una akili ya pesa ina kusumbua. Hauna uongozi endelevu ndani yako. Kashagwa huko bwana. Nataka kuambia mheshimiwa Kashagwa. Kenya letu ni Kenya huru. Kenya letu ni Kenya ambayo tunataka uwiano. Hatutaki Kenya ambao watu wanakaa kwa gorofa fulani ati sisi tuko wengi, so sisi tupewe uongozi. Wale wengine ambao ni wachache, Muturukana, wale Wagiriama, wale Wachonye, ni siku gani watapata haki kwa serikali, wakati Gachagua wanapanga serikali namna watagawa na Kalonzo Musyoka? Na hii nataka kuonye tena gava Watanzo na watanzoia na nionye matiani mweshimua, next time nikikuona kama unatembea na Kalonzo Musyoka narikazi Gachagua my friend Ruto, na naama ni nini mnafanya? We are suffering kwa sababu Gachagua So, unataka turudishe kwa meno ya shimba? Unajua yeye ni mtu wa Uganda, unasusumbua hapa Kenya. Nataka kusema hivi siasa is about common wananchi, lakini siasa ya Gachagua ati sisi ni gema. Sisi ni Bantu, hiyo Bantu aenda semama nayo rais nyumba yake, akitafuta uongozi wa taifa la Kenya Kenya, yes, uh, kila mtu ako na haki moja, na kila kabila anafaa kushimiwa na kila kabila anafaa kupewa nyadhifa za serikali. we cannot allow Gachagua again to blackmail we as Kenya, we cannot allow you Gachagua, hatuna kubali, lazima tu hiyo hatuna kubali, hatuna kubali. Lazima anatembea juu ya kwamba ni yeye tunamtaji. Kabisa hatutaji Gachagua, hatutaji Kalonzo tunahitaji natembea so, natembea jipange, kama nataka uongozi asimame na sisi so, Mheshimiwa natembea, kama unataka uongozi wa taifa la Kenya, tafuta Uhuru Kenyatta Mibai, tafuta Matiangi, tafute former gavana wa Meru, Mheshimiwa Peter Munya, tupangane kuchukua serikali, tutafute Jimi wa Njili, watu ambao kuna malengo ya serikali ama malengo ya Wanjiri pipo la Kijimi Wanjili Wachana na terrorist Gachagua. Gachagua ni thugs. Gachagua ni corrupt. Gachagua ni mnyang'anyi. Hatuta kubali mnyang'anyi, atatuambia 50-50. Kwani Kenya ni yake? Ke, my friend, hatuta kubali. Mheshimiwa jonatembea, wachana na kabisa na Gachagua, wachana na kabisa. Hatuna kubali Gachagua anatembea, na ukiendelea atatembea naambea Gachagua usilaumu mutu. Usilaumu mutu. Hatutaki Gachagua. Hatutaki Gachagua bana, hatutaki Gachagua ana sisi, Kenya yetu tunataka natembea Mheshimiwa Matieni. Kama mutakuja na Gachagua nyinyi mawili Matieni, natembea mukikuja na Gachagua tena na